Uelewe kwamba dalili moja kuu ya serikali gonjwa ni kuwa na kauli zinazokinzana. Huyu anasema hiki, yule anasema kile, huyu anasema kile, huyu anasema kile. Already hiyo kwangu mimi sio watu wa n, hatuhitaji kuwalaumu, ila tunahitaji kuwashukuru kwamba wanatuonyesha kwamba tuna mfumo unaouma. E, yani, ni kama umefika mbele ya daktari, unamwambia daktari, "daktari, nina tatizo la kusahau." Alafu anakuuliza umeanza lini? Umeanza lini kusahau, utamjibuje? Tatizo lako ni kusahau, sasa unakwenda kwa daktari, anakuuliza <laughs> umeanza lini <laughs> unaona? Kwa hiyo ukimwambia sikumbuki moja kwa moja, na confirm kweli, huyu amefanya nini? Anaumwa, anaumwa kusahau, hawezi kukumbuka. Sasa dalili moja ya serikali gonjwa, au mfumo unaoumwa ni kuwa na kauli zinazokinzana kwenye public. Na pili, taifa letu linaumwa pia na serikali inaumwa na taifa linaumwa, kwamba badala ya kulipoza taifa, badala ya kulifariji taifa, mnakuta mnaliumiza, mnalichochea kiasi kwamba kazi ya uponyaji inakuwa haiwezi kuanza na eneo moja ambalo nimeliona ambalo nadhani taifa letu limesahau historia ni kushetanisha wanaharakati, Demonization of activism. kushetanisha wanaharakati ni eneo moja ambalo limefanya taifa letu lifike mahali hapa. Ngoja nikupe mfano, nyinyi mko pale ofisini kuna vitendo vya rushwa ukajitokeza wewe ukasema mimi sipendi rushwa na nitapiga kelele kuhakikisha wala rushwa wote wanajulikana. Haraka sana wanamuita, wanakuita mwanaharakati alafu anakuona wewe ni mbaya nirewa, eh wanakuona wewe ni mbaya huko ndio kushetanisha uwanaharakati, lakini wanasahau taifa letu limejengwa katika misingi ya uwanaharakati. Baba wa taifa alikuwa ni mwanaharakati namba moja. Sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunaimba Nyerere yupo, Nyerere yupo, Nyerere yupo. Ukiona kundi fulani, yale makundi mazuri, ukiona kundi fulani Nyerere utamkuta. Ukiona kundi fulani Nyerere utafanya nini? Utamkuta. which means, alikuwa na sifa za wanaharakati mpaka akavutia mataifa mengine yakaiona Tanzania ni eneo safi na salama ya kuja kufanya makazi yao hapa mm na Nyerere alikuwa mwanaharakati. Alikuwa na uwezo wa kutofautiana na serikali yake, alikuwa na uwezo wa kutofautiana na chama chake, alikuwa na uwezo wa kutofautiana na wenzake wote, endapo aliona kuna kitu hakiko sahihi. sawa sawa. Sasa tumeshetanisha wanaharakati, gharama zake ndio hizi, kwamba mtu yeyote aliye na maoni tofauti anaitwa mwanaharakati. imekwenda mpaka mahakamani Ukienda huko kwenye mahakama unakuta majaji wanaitana, huyu ni mserikali, huyu si mserikali. Ukisikia wanamuita jaji fulani si mserikali, huyo ni mwanaharakati <laughs> unasikia. Ukienda bungeni, alikadhalika, baadhi ya wabunge wanakwenda kuwauliza, kupanga na mawaziri, kuulize swali gani, ni nikuulize swali gani na wewe ujibuje eh? Lakini mtu kuwa huru kwa conscious, kwa dhamiri safi, ukasimama ukauliza swali lako bungeni unaitwa mwanaharakati. Kwa hiyo wanamwambia kiongozi wa kambi yako akushughulikie kwa sababu umeongea jambo kutokana na dhamiri yako. Sasa nitaka tu kusema kwamba tumeshetanisha wanaharakati kwa gharama ya kuliharibu taifa letu hili. Kama tungewasikiliza wanaharakati badala ya kupambana nao tukawa engage. There is a difference between fighting them and engaging them, tukawa engage, nadhani tusingefika hapa. And, I think bado tuna muda wa tunayo fursa bado, kidogo tunayo fursa ya ku engage, tuingie kwenye siasa za maka za kumaridhiano na makabiliano yasiyo yasiyo na hasi makabiliano, yani ya kuengage kuzungumza ku dialogue, ili tuweze kutoka katika mkwama huu tulioingia. Lakini nataka tu kusema kwamba serikali iliyogonjwa inaonekana kwa kauli zake zinazokinzana.